Kama umeguswa na fosforasi nyeupe kwenye ngozi au nguo, hatua ya haraka ni muhimu. Fosforasi nyeupe inachoma kupitia nguo na nyama hadi kwenye mfupa, inamaliza au kunyima oksijeni. Kwanza, usiguse vipande vinavyoonekana kwa mikono wazi. Tosha nguo zote kutoka kwa mtu aliyeathiriwa, epuka kukokota juu ya kichwa ili kuzuia kuisambaza Weka nguo kwenye mfuko ya plastiki uifunge, kwa kuzuia hewa, kisha mwaga maji ya mwingi sana mueneo yenye iliguswa mara moja. Kama hii haiwezekani, mimina maji juu ya eneo hilo na weka kitambaa ya kulobana wakati umezama. Ondoa fosforasi nyeupe kwa uangalifu kwa kutumia kibano au chuma. Epuka kukwaruza kwenye nguo au sehemu ingine za mwili. Weka eneo yenye iliguswa itumbukizwe ndani ya maji au vazi inyonywe maji mpaka msaada ya matibabu ipatikane. Usitumie krimu au malasi kwani zinaweza kuzidisha kidonda. Kama vipande vimeondolewa, viweke kwenye maji ili kuzuia hatari zaidi. Tafuta msaada ya matibabu mara moja. Kama msaada imechelewa, ikiwa suluhisho ya mwisho Zika fosforasi nyeupe kwenye uchafu au mchanga ili kuzuia moshi. Tumia kitu ya chuma au uepuke kuwasiliana moja kwa moja. Kumbuka, hatua za haraka na tahadhari ni muhimu katika kukabiliana na mfiduo ya fosforasi nyeupe. Kaa salama na utafute msaada mara moja.